sana Mheshimiwa Diwani, wazingiziwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, viongozi wa Simba mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa Simba wilaya ya Ilala, mgeni rasmi, mkurugenzi wa matawi na wanachama wa Simba Sports kamisi kisiwa, wanachama wapenzi na mashabiki wa Simba, habari za mchana. Assalamu alaikum wa alaikum salaam. Ndugu zangu wa Simba, tuko hapa leo kwa ajili ya shughuli mbili. Shughuli ya kwanza tayari imeshafanyika ikiongozwa na Hamisi Kisiwa, ambayo ilikuwa ni uzinduzi wa Langobedi dililoto Chandika zinjiziwa, hili limesha kamilika hivi sasa, na tawi hili ni tawi rasmi hivi sasa la Simba Sports Club. <tap> Lakini shughuli ya pili ni uzinduzi wa hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico. Hii ndio shughuli ambayo inakwenda kuanza hivi sasa. Lakini nitoe nasaha zangu ndogo tu mara baada ya kufanikiwa kuzindua tawi letu, tawi la Gobedi kwa hapa Chanika zingiziwa. Kuzindua tawi ni jambo moja na tuna kila sababu wanazingiziwa kufurahia kuwa na tawi hili, lakini kinachofuata baada ya uzinduzi wa tawi ni kulilea, kulitunza na kulidumisha tawi hili. Waswahili wanasema kuzaa mwana sio kazi, kazi ni nini? Kazi kulea. Kwa hiyo kuzindua tawi sio kazi, kwa sababu ni shughuli ya siku moja tu, kazi iliyobaki ni kulilea tawi letu hili, liendelee kuwa hai, liendelee kufanya kazi za Simba Sports Club. Hiyo ndio kazi ya msingi ambayo tunapaswa kuifanya kuanzia hivi sasa, na ili kazi hii iende kiukamilifu, ni lazima viongozi wa tawi hili msimamie misingi ya tawi lenu, msimamie misingi ya, ya Simba Sports Club na msimamie makubaliano mliyojianzishia wakati mnafungua tawi lenu. Kwa kufanya hivyo mtaishi kwa amani na upendo na kwenye misingi ya nguvu moja ambayo ndiyo misingi mama ya Simba Sports Club. Jambo la msingi ni kuepuka migogoro, na ili kuepuka migogoro lazima mfuate yale ambayo mmekubaliana, ndiyo misingi ya tawi lenu. Isitokee katikati ya safari ya tawi lenu mtu akaibuka na mipango mingine mapya bila kuwashirikisha waratawi, na hapo ndipo changamoto ya matawi mengi inapoibukaga. Lakini changamoto nyingine ni kwenye idara ya fedha. Kama hakutokuwa na taarifa za uwazi za mapato na matumizi ya fedha za wanachama wa tawi hapo fitna kubwa huwa inaingia, na matokeo yake matawi mengi huwa yanavunjikia hapo kwenye fedha. Kwa hiyo kwanza, jambo la msingi la kwanza ambalo mnapaswa kulifanya, fedha za wanatawi zisikae mikononi kwa mtu. Sisi wote tuna shida zetu, ukimwekeza mtu hela yako ni rahisi kujikopesha, akashindwa kuitumia, na baada ya hapo, migogoro ndipo inapoanza. Tunazo benki ambazo tunafanya nazo kazi. Tuna NMB, tuna CRDB. Nendeni mkafungue account ya tawi, michango yote ya tawi ipitie kwenye account hiyo, fedha zikae humo, na ili kutoka fedha humo lazima kuwe na sababu za msingi ambazo wanatawi wote mmekubaliana. Fedha inatoka inakwenda kwenye matumizi na mweka, mweka hazina ana jukumu la kurejesha taarifa ya matumizi ambayo yamefanyika. Mkiishi kwenye namna hiyo, mtaishi kwa amani na hamtakuwa na migogoro. Lakini katokea mmeshindwa kuelewana wenyewe kwa wenyewe, zipo ngazi za wilaya ambazo mtakimbilia huko kwenda kutatua, kwenda kutatua changamoto zenu. Msikimbilie kwenye vyombo vya habari, vyombo vya habari havitatui migogoro yenu zaidi ya kwamba mnakwenda kuikuza zaidi. Mmeshindwa kuelewana hapa zingiziwa, nendeni wilayani, mkamate Malaika, mkamate Matara, waelezeni shida yenu nini. Wao kwa, kwa uzoefu wao na busara zao watatatua changamoto zenu, mambo yaendelee kuwa gwedegwede, msianze kuchafuana Msianze kupakana matope. Yule mwenyekiti mwizi, yule mwenyekiti kafanya hivi, bwana fedha akafanya vile, yule kamchukua yule. Shida zinaanziaga hapo. Mkishindwa ngazi ya wilaya, njoeni ngazi ya mkoa. Mkishindwa ngazi ya mkoa, Mzee Kisiwa, hizo ndo kazi zake za kusuruhisha migogoro. Njooni pale makao makuu, aji atatue migogoro yenu, mambo yaende vizuri. Ndugu zangu wanazingiziwa tawi la Ngobedi. Baada ya kuzindua kwa tawi lenu hili rasmi, sasa ninyi mmeshakuwa familia ya Simba Sports Club. Mwanzoni mlikuwa mnafanya mambo yenu kwa kujitegemea huko, lakini sasa ninyi ni familia rasmi ya Simba Sports Club. Na kwa mantiki hiyo, mnawajibika mnalazimika kufuata miongozo kufuata taratibu na maelekezo kutoka Simba Sports Club, yawe ni maelekezo kutoka wilayani, yawe ni maelekezo kutoka ngazi ya mkoa, ama maelekezo kutoka ngazi ya taifa. Hayo mnawajibika kuyafuata na kuyafuatisha bila kipingamizi cha aina yoyote, kwa sababu tayari ninyi mmeshakuwa wanachama, mmeshakuwa familia rasmi ya Simba Sports Club.

tawi hili ziko kazi nyingi za kimsingi ambazo mnapaswa kufanya. Mojawapo ni jambo la kwenda uwanjani. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa mnalazimika, wanazingiziwa kila mechi bila kukosa, kuja Benjamin Mkapa. Hii sio kazi ya watu fulani ya kwenda uwanjani, hii ni kazi na ni jukumu la kila mwana Simba kwenda uwanjani tunapocheza mechi mbalimbali za kimashindano. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwenyekiti, katibu, hilo ni jukumu lenu kuhakikisha kila safari, kuhakikisha kila mechi, na ninyi mnakuwa sehemu ya wanasimba wanaokwenda kwenye mechi husika wanaokwenda kwenye safari husika. Hiyo sio kazi ya matawi fulani tu, hiyo ni kazi ya kila tawi la Simba ambalo ni tawi rasmi la Simba Sports Club. lingine la msingi ambalo mnawajibika kuanza kufanya kuanzia hivi sasa ni lazima kila mwanachama wa tawi la Ngobedi, ni lazima kila msimu unapoanza, anunue na kuvaa jezi mpya za msimu husika. Hilo ni jambo la lazima kwa kila mwanatawi ambaye amechagua kujiunga katika familia hii. Haiwezekani ndani ya tawi moja huyu ukavaa jezi ya mwaka jana, yule ya mwaka juzi, yule yule si ukavaa jezi ya Manchester, yule ikavaa jezi ya Arsenal, yani haieleweki. Hili ni tawi la Simba ama ni kikundi cha wahuni? Ili tukutambue kuwa wewe ni mwenzetu rasmi, msimu unapoanza, ni lazima kila mwanatawi kununua jezi, na hiyo ni kazi nyingine tena ya katibu wa tawi na mwenyekiti jezi zinapozinduliwa, kuwahamasisha wanachama wa tawi lake wachange fedha kwa pamoja, waende wakanunue jezi zao kwa ajili ya kuvaa tawini kwenye shughuli yoyote ya tawi. Kwenye mkutano wa tawi, ni marufuku mwana tawi la Ngobedi kuja amevaa jezi ya timu nyingine, huko sijui ya Ulaya kwenye kikao rasmi cha tawi mwanasimba wa tawi la Ngobedi na mwanasimba wa tawi lolote lile, anatakiwa aje amevaa jezi ya msimu husika. Viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, hili mnapaswa kulisisitiza.